Dunia ina mambo mengi, ambayo kuna mambo uliona yanafaa, lakini ukiangalia mbele za Mungu hayafaa hata kidogo. Mbele za Mungu haijafaa hata kidogo. Hata ndani ya majirani zako wameshindwa kuelewa hizo tabia ulizonazo, hayo mambo ulionayo, uliyoyaona yanafaa. Na ndio maana tumekuja kuleta habari za matendo mema, tumekuja kila mwanadamu ambaye mwenye pumzi ya Mungu hayatende hayo. Na ndio maana sisi ni wale ambao tulitamani ya kwamba maisha yetu yote tufanane na watu wa Bibilia, tufanane na watu ambao wamejiita wa Kristo, tufanane na watu ambao walijiita watu wa Mungu. Hata leo, leo unawafuata, lakini tabia zako hazifanani na watu wao ambao wameitwa watu wa Mungu, na ndio maana kupiga kelele kama Isaya alivyosema kwamba piga kelele, uwaambie watu makosa yao kuwahubiri watu dhambi zao, kuwahubiri watu matendo yao, na kueleza. Ndugu yangu, kweli una dini, unayo hapo ulipo. Ukristo unao, Uislamu unao, lakini tabia zako haziendani na kitu kilichoitwa dini. Tabia zako ulizokuwa nazo haziendani na watu ambao walioitwa Waislamu. Tabia zako haziendani na watu walioitwa Kristo. Angalia ya maisha yako hapo ulipo, angalia ya maisha yako likuwa nayo leo haya fanani na watu waliojita watu wa Mungu. Sasa nakueleza ndugu yangu, sisi ni vijana kweli mambo ambayo anayotenda leo nasi tunaweza kutenda, lakini tumeshindwa kuyatenda mambo hayo. Tunatamani maisha yetu yafanane na watu wa Bibilia, na hata leo tunajua kwamba maisha yetu yanafanana na watu wa Bibilia, na ndio maana hata leo tumekuja kueleza tabia yako wewe na tabia zetu zisi, tumeweza kujiweka wazi, mjue kwamba sisi ni wale ambao watu wale waliojit walio waita Kristo nasi tunataka tufanane nao, na ndio maana hata leo tumeleta maisha yetu mbele za watu wajue, tumeanika maisha yetu mbele za watu wote wajue ya kwamba ni sisi ni wale ambao tuliofanana na hii Biblia. Tunatamani maisha yetu yafanane na watu ambao wamepita katika Biblia hii. Haleluya! Haleluya! Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Kijana, nikwambie maisha yako yamekata tamaa, mm. kwa mambo ambayo naendelea nayo yeah. kwa mambo ambayo naendelea nayo yeah. kwa tu ambazo kuna jirani wamekuchoka lashii, lakini wameshindwa kukwambia. Kwa sababu ambapo ulijiona ya kwamba una pesa, ukafanya zinaa za kila aina, watu wanakukimbia, watu wenye kima wanakukimbia. Ukiangalia dini unayo, unajiita kweli Abdala, utajiita kweli Diksoni, unajiita kweli Atanasi. Dini unayo umebatizwa nayo, lakini tabia zako haziendani na wanadini. Tabia zako haziendani na wanadini, na ndio maana hata leo tumeamua kukuletea taarifa zake, taarifa za kutenda mema. Angalia, kweli upo kwenye mifungo, lakini ukitoka ndani ya mfungo huo, angalia tabia zako haziendani na watu wanayefunga, haziendani na watu ambao waliyefunga wakati ule wakisema ya kwamba tunatafuta utakatifu, tunatafuta mwezi mtakatifu, lakini tabia yako haiendani baada ya kuacha kufunga. Tabia zako haziendani na mtume wala nabii. Tabia zako haziendani na watu wa...